Ni mwendelezo wa shamra shamra za mapinduzi matukufu ya Zanzibar, ambapo leo ni siku ya tarehe kumi na moja ya mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita tukiwa tupo wilaya ya mjini mkoa wa mjini maharibi Unguja, ndani ya ikulu ya Zanzibar kwa lengo la kutunuku na kuavisha nishani ya mapinduzi ya mwaka elfu moja mia tisa sitini na nne kwa mwaka elfu mbili na ishirini na sita ambapo ni sawa na miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Mgeni rasmi ni wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Waacha tuweze kuangalia uvishwaji wa nishani hizi. Sisi KVZ Online TV tumeweza kuwasili ndani ya ikulu ya Zanzibar kwa ajili ya kuweza kukuonesha wewe uvishwaji wa nishani hizi, nishani ya utumishi uliotukuka mtumikiwo ni P 9321 utanekanani Said Ali Shahuna, mkuu wa kikosi cha Valantia Zanzibar Alizaliwa tarehe Juni mwaka 1976 katika kijiji cha Donge mkoa wa Kaskazini Unguja. Alihitimu elimu ya juu ngazi ya diploma in Commonwealth Youth Program katika chuo kikuu huria cha Dar es Salaam mwaka Alipata mafunzo mbalimbali

katika visiwa vya Unguja na Pemba ameweza kushirikiana vyama na vyombo vingine vinavyosimamia majukumu yanayofanana na kupelekea ufanisi katika kutekeleza majukumu. Chini ya uongozi na usimamizi wake, amefanikiwa kusimamia na kujenga katika miradi ya kimkakati ya ujenzi wa ofisi mia tatu themanini na nane za mashia za mikoa mitano pamoja na soko ikiwemo soko la Donge na soko la Kitope. Anaongoza kikosi cha Valantia Zanzibar kwenye gari kubwa katika operesheni ya mbalimbali kwa ufanisi na ustadi wa kiwango cha juu, hasa wakati wa tukio la ya kitaifa kama uchaguzi mkuu na janga na sherehe mbalimbali za kitaifa zikiwemo mapinduzi matukufu ya Zanzibar na sherehe za upisho. Anaweza kuendeleza na kuboresha utulivu ndani ya KVZ kitawala kijeshi na kupelekea ufanisi na urahisi wa kutekeleza majukumu yake ya msingi ndani ya KVZ Mtumiki kama Saidi al ameweza naendelea kusimamia miguzi mkubwa ya kimapinduzi katika falsafa ya kujitegemea kiuchumi kwa kuanzisha ujenzi wa hospitali zinazosaidia wananchi, kituo cha mafusa mafuta pamoja na askari na kufanikisha kutoa huduma mani za kijamii hapa Zanzibar. Mwenyezimungu aendelee kukupa afya na umheri a oneshi wako Mheshimiwa Dk Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar. Nikitobaza na Mapinduzi ama kuvisha nishani. nam miongoni mwa waliovishwa nishani kwa upande wa utumishi uliotukuka ni mkuu wa kikosi cha KVZ Luteni Kanali Said Ali Shamhuna. Sisi KVZ Online TV tunampongeza sana kwa kazi nzuri anayoifanya. Mungu ampe afya njema ya kuongoza vyema kikosi cha KVZ. Na kufikia hapa, hatuna la ziada, ni kripoti kutoka Ikulu Zanzibar. Abdulatif Abdallah, habari na picha, KVZ.